Wanaka <coughs> wana kama vile wanajenga kama wao wanashuti, basi wewe utafute sinini sinini, kama unasimama peke yako, kwa sababu sasa labda unafanya vitu vinaenda wao, pia wanasema ah, anasimama peke yake, anaenda

Uh, kwenye gemu takriban hiyo hiyo ingia tu da moja kwa moja, yani nimeingia daa tayari nimeshatambulisha kwenye sanaa, nimetambulishwa kwenye sanaa ya hiyo miaka niweza kusimama, nasikia daa, ukija lete stando, umeingia hivi, lazima izokutana na vibweka hivi ambavyo changa la macho vya kuingizwa mjini. Ulikutana na kipi mwezetu, kwenye historia yako ya mduadaakaaka maeneo mengineyo? mmm awakaribisha w sijawahi kuibiwa, sijawahi kuweka mm, changa. Sijawahi kufanya chochote ambacho a anafanyia kwa sababu lizolia kwenye sanaa, nimefikia kwenye familia ambayo ilinipa misingi kwamba unakuja daa, kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki ukizubaa, kuna io. Sijawahi kuibiwa, sijawahi kufanya chochote mpaka hapa.

Hmm. Sau uh, kuna vitu yeye alifanya na mimi nataka kuwa nifanye, naeza nikaishi kwenye maisha ambayo yeye aliyafanya, kumbe niishi maisha ambayo mimi sikosi kuyaishi. hmm. Ja, sikosi kuyafanya lakini wana michango. So, sio kwamba yani nikisema hivyo ndo hawana michango. Wana michango kwa sababu sanaa wameweka katika rank ya juu. Kwa sahizi challenge ni nyingi, vijana wanakuja trend zamani ilikuwa haina ku trend, yani una fosi mwenyewe mpaka una unatengeneza brand yako. Sasa hivi, sasa hivi afkari ni wengi, kumele ni, ni wengi wajizaji ni wengi, kidogo tu ni trend, yani ni ni kila mmoja yuko kwenye mapambano yani yani semi, ni kama eh, ni kama vile winga na bosi, yani hauelewi ya bosi nani wewe yani hivyo, mm, yani kwa hiyo mimi napenda kuwa kama leo ni, sababu ninachofanya ndicho ninachoona kama mimi ni kwa kweli mm.

Yani ni kama vile wanamuziki, sema ni wanamuziki ni mkubwa au ni hatari eh, unaweza kamchata kuvitaji amonee ukatulia kidogo, na nilimfanya akatoa ngoma yake kali, ukatulia kidogo sijui na ni yo music, na akatoa ngoma yake kali, yaani ni ndevu. Kwa hiyo ndio pambano tu, yeye ofundi. Ulizungumzia kwa trend na trend za hapa na pale hivi, ni kipi ambacho kinapelekea mtu akatendi halafu akabakia uh, pale juu kwenye trending siku mbili tatu wiki mwezi, afa akashuka tena akaporomoka. Kwa nini? Sindio? kubakia pale juu, kubaki pale ni mchakato mkubwa sana, na ni imani na uwezo wako wewe wa kiakili. Ndio maana nasema kila kitu ambacho nakifanya zuri sana, elimu iwe kichwani. Hata kama sijui unefanyaji, jitahidi elimu iwe kichwani, kwa sababu elimu, wewe ufanye maamuzi ambayo yapo kwenye kwenye akili na ubora. Unavyosimama pale afu baadaye tunanyeni ume-drop. Wapo wengi ambao mimi nimekuta si sijapatia sana yeah, lakini nasikia na kama huyu alikuwa hapo kabla yako, lakini kashuka nawe, siku tafanyaje? Tumeza cha kwanza usimamizi. Kuna wako kwa mfano, mambo jamaa ni 20 juzi juzi hapo kwa kazi, 30 watu wanawahi, wanakimbilia kummeneji, wanajua hapa tayari hela ipo, matangazo yatakuwepo na nini basi. Unakuta wale wanaomeneji wana tamaa hela, wana njaa, ye mwenyewe elimu ya hicho ya hicho anachokifanya sasa hivi ambacho watu wamemjua hana. Yani wanasikia tu watu, mtu akaja, ajui ni nini nini, labda akunjes, tumemaliza sijui mbona kwa mtu anasimamia matangazo anapiga hela anaweka ndani hmm. jina linakuwa kubwa, hela huna. Ah, umeshachoka sasa, upepo umeisha kwa hmm. sababu hii sanaa inatakiwa kama ukienda jitahidi kutafuta sehemu ambayo utajisimamia yani, hata kama upepo ukiisha, lakini bado utasimama hapo. Ukiisha na una cha kufanya ndio unashuka sasa, ndio maana yake kwamba unaenda lakini upepo, hmm. ukiisha, la una cha kufanya zaidi lakini hmm, mimi ni sanaa ipo na nimeendelea kuwepo na nimezidi kuipambania hiyo nafasi na sitoki, sijawe kutoka hmm, nikidrop najua bisa kwamba nije na kitu gani kikubwa na nakuja nacho, na pambana na force mpaka bado tutole siri kidogo, alafu ukawa na jina kubwa na usiwe na ufanyaji hapo, ili uweze kuvitengeneza vitu vibalansi, yaani upate jina, lakini pia na upate leseni yako, kwa sababu wao ndio wanafahamu ama

maana uh, kule wabe unaongea nawe ile kawaida. Mimi ni comedian, kila kitu nachokifanya ni yani, eh, comedian hmm. Lakini si maanishi kama elimu haipo au kiingereza ki Kiingereza kipo yani, chochote ambacho wewe unazungumza kwa Kiingereza, hmm, naweza nikakujibu vizuri kabisa kwa Kiingereza vile vile, yani labda lugha zingine ambazo sijui, labda lugha unajua Kiswahili, Kisukuma, Kiingereza kanyaga vibaya mno kanya mna kila kilishia. Kwa hiyo zile ambazo wao wanafanya na wale wazungu kule chini comedy sio, so kama ndio wazia ah, comedy tu, kwa sababu ili unajua, wale wazungu huwa wanapenda sana mtu uh, ambaye hayupo serious. Kwa hiyo ukienda pale ukiweka userious kwamba, ah, you what is your name, so where you come from, what is what is your uh, name hmm. comedy hata kweli

Msi mimi, shukrani sana kwa muda wako ambao umenipa na ambao tunaweza kuzungumza, lakini ningependa pia utumie hata dakika mbili ili uweze kumalizia kutueleza, kumweleza na kumweleza mwigizaji, kumueleza msanii na kila mmoja hapo, wapi ambapo watu wanafeli na wapi na kipi ambacho wanatakiwa kufanya ili waendelee kusimama vizuri, lakini pia vilevile wasitoke nje ya maadili ya, ya, ya, ya sanaa kwa sasa, maana sanaa ishakuwa ni ajira na pia inatizamwa sana na taasisi na, na, mbalimbali na, na, na, na wapendi pia waonekanike kwamba watu wanaleta maadili ambayo ya kutofauti. Uh, leo inaweza ikawa labda mtu wa pili watatu wanne ambao labda nashauri nazungumza mm. Uh, aa kitu ambacho baadaye kitakufunza wewe nguo ambazo baadaye zitakuja kuwa historia kwamba kuvaa uchi, sijui kuvaa nini hivi tu viwa zipate, ili nabaki kama kumbukumbu kwenye familia yako ya baadaye. Utakuja kuzaa, utakuwa na mume, labda utachelewa kuolewa kwa sababu unavyovaa, labda utachelewa kuoa kwa sababu ya maisha yako, eh, kwa sababu unavyojifanya, unavyokuwa ukiigiza, unavyokuwa ukishuti, unavyokuwa ukiimba Imba nyimbo ambazo zina maadili. Eh, igiza vitu ambavyo vipo vinaelimisha jamii chakecha, vitu ambavyo vipo vinaelimisha, pia vinaelimisha jamii. Kwa hiyo, pambana iliwa nafasi yako usimwogope mtu yote. Alafu sio